Vyama vya msingi mkoani Katavi vimetakiwa kujiendesha kibiashara kwa kubuni miradi mbalimbali mbali ambayo itaweza kusaidia kuwa na vipato mbadala tofauti na kutegemea ushuru pekee. Wito huo umetolewa na mrajisi msaidizi sehemu ya usimamizi wa vyama visivyo vya kifedha TCDC, Richard Zengo kwa niaba ya mgeni rasmi mrajisi wa vyama vya ushirika ambaye ni mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania Bara katika mkutano mkuu wa thelathina moja wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano uliofanyika katika ukumbi wa manispaa ya Mpanda. Vyama vinatakiwa kujiendesha kibiashara, na kwa matii hiyo, vyama mnatakiwa kuhakikisha kwamba mnabuni miradi mbalimbali ambayo itaweza kuwasaidia vyama katika kuwa na vipato mbadala tofauti na kutegemea kwenye suala la ushuru yake yeah. Lakini pia amesisitiza sana kwenye usimamiaji wa mali za vyama. Kwenye sehemu hii, tukumbuke kwamba baadhi ya vyama havijarasimisha mali. Kuna vyama ambavyo vina mashamba, kuna vyama vina majengo, kuna vyama vingine vina mali mbalimbali, lakini ukiuliza uhalali wa umiliki wa ile mali, vyama vingi vimekuwa vimekuwa vikikosa vikikosa nikikosa hati za mashamba hati za hati viwanja hati hati vyao au za. Kwa upande wake Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Katavi Peter Nyakunga amewaomba wanachama wote ambao hawakujiunga na chama kikuu kujiunga na chama hicho. ni wale dogo na shiriiawale amao waua watakoli

Aidha, meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika mkoa wa Katavi Pius Kilo amesema jukumu lililopo mbele yao ni kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika vya msingi vinasimamia uadilifu ikiwemo kurejesha mikopo iliyokopwa katika taasisi za kifedha. Kama wakulima wasipokuwa waaminifu na waadilifu, tunakuta kwamba chama kinashindwa kurejesha mikopo ambacho ndio kimekopa kwenye benki kwa kuwabeba hawa wakulima sasa, inapofikia hatua kama hiyo, wasipokopesheka ina maana kwamba wanashindwa kuendelea mbele. Lakini mambo yote ya kimsingi ambayo amezungumzia ni swala la kuwa na miongozo. Huko nyuma tumekuwa hatuna miongozo zaidi ya kutumaini tu sheria na kanuni, lakini pia na masharti, lakini kwa sasa hivi kuna miongozo ambayo haipungui kumi ambayo ni ya manunuzi usimamizi uh, wa biashara, utatuzi wa migogoro na kadhalika. Naye mwenyekiti wa Jukwaa la Ushirika Mkoa wa Katavi Amos Kaega amesema vyama vya ushirika vinahitaji viongozi walio waadilifu ili vyama hivyo kuwa na uaminifu na kuleta maendeleo yenye tija. Vyama vya ushirika hilo lisema mara nyingi vimekuwa ni vyama ambavyo havina uaminifu lakini kuanzia sasa tulipofikia na tangu tulipoanzia mpaka leo, vyama vya ushirika vingi sasa vinaonyesha kuwa na watu wanaovitendea haki vyama vya ushirika kuwatendea haki wanakulima, kwa sababu wakulima ni watu wanaotumia nguvu nyingi sana. Lakini kwa vyama humu tukipata viongozi wasiowaadilifu, wasioaminifu, wasiokuwa na uoga, kwa kweli hatuwezi kuwa na viongozi wa vyama vya ushirika walio wa makini sana. Mkutano mkuu wa 31 wa mwaka 2025 ulikuwa na lengo la kujadili ajenda mbalimbali za kuhakikisha mipango iliyopangwa ya kwenda kutekelezwa na bodi ya uongozi chini ya maelekezo ya mkutano mkuu yanafanyiwa tathmini na kupanga mipango ya mwaka ujao wa fedha. Kutoka Mkoani Katavi, mimi ni Swau Mkatambu.